Utawapata katika karakana hii ndogo, kwa umbali, utadhani ni duka la kurekebishia redio au bidhaa za elektroniki. Lahasha, ni karakana ya kutengeneza aina ya vifaa maalum sabuhufa vyombo vya kupaza sauti na kusikiza mziki. Digiteko ni nembo ya jina la vifaa hivyo vinavyoundwa kutokana na mabaki ya vifaa vya elektroniki ambavyo havitumiki tena na vijana kutoka mtaa huu mwa langas ni ujuzi ambao umepatikana na vijana hawa kutoka vyuo vikuu tofauti na pia vyuo vya ufundi, lakini kijana Dennis Makoha ndio mkurugenzi wao, masomo yake yakiwa ni kidato cha tatu, baada ya kukosa kuendelea na elimu kutokana na tatizo la karo. masomo nilifika form 3, hii ujuzi nilijifunza ujuzi zote tu, practical practical, then nafanya nini, research zangu za theory, so ndio nikafikia hapo. Hivi huku kila mmoja akijikakamua kuutoa ujuzi wake ili kujipa pato la kila siku na kuimarisha kundi hilo kando na kutegemea kazi ya kuandikwa ni bidhaa zinazouzwa katika maduka mengi mjini Eldoret, ubora wake ukiwa wa kupigiwa upato, huku vijana hawa wakisambaza bidhaa hizi kwenye maduka ya jumla na yale ya rejareja reja. ni ujuzi ambao wengi wanadhania unatoka nchi za kigeni, lakini hapa Langas duka moja ujuzi huu unapatikana na kundi la vijana ambao wanajiita Digiteko. Dan Kanwanga.